Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Channel. Lakini mwisho wa siku kaangukia pua. Kwenye utangazaji akupata chochote alisema. Uongo kweli? Tazara alikuwa anateseka tu kwenye utangazaji. Kaingia kwenye muziki ni mateso kwenda mbele. Ndio akakumbuka kauli ya mamake, alimzuia kwa sababu mamake ni mchungaji. Achana na hii njia. Akabisha Vanessa, ilikuwa akienda hata Moshi kupiga show, alikuwa aendi kwa mamake sababu ya huo ugomvi, lakini mwisho wa siku aliyomkuta ya nini? Mimi ndio bana, kaenda kuolewa. Kwa hiyo mapato madogo kwa msanii hawezi kufanya perform. kwa sababu kama umenipa show ya Arusha mwisho, leo tarehe ngapi? 19 20 19? 19 nina show ya Arusha mwisho wa mwezi, hizi siku zote inabidi niweke kambi hapa niite wapiga vyombo waje asubuhi na kurudi, wanahitaji kula asubuhi, mchana, usiku, uniform, mademu style wale, kwa sababu so, mimi sio mcheza show, lazima nitafute mwalimu wa show asikilize nyimbo zangu, abuni style, awafundishe. Ndio maana unaona hata kwa Diamond nani mtaalamu wa kutunga style za kucheza? Yes, ndio anaye buni style, ndio mwalimu wa dance kienda tuanga pepeta, Supanyamwera nikitaka hata nawacheza show, naambia na Supa Mnyamwela ana show, nataka wasichana wanne au sita, umenipa milioni mbili. Supa Mnyamwela kwenye milioni mbili, mavazi, saluni, bado uniform, labda sijui bado hela yao ya kazi kwa hiyo Vanessa alikuwa anachukua pesa nyingine kufanya show yake iwe bora, lakini mwisho wa siku hakuna alichokuwa na kipato. kwa hiyo tunazungumzia kwamba wasanii wa Tanzania wanaweza kufanya performance kubwa, ila malipo anayolipwa huwezi ukafanya maandalizi vyema sana. Kuna hii story sasa hivi na trend sana mitandao ya kijamii kuhusiana na msanii mwenzako Abdukiba mdogo wake na Alikiba. Hii stori imetengeneza mawazo mengi kwa mashabiki wanasema, ah, jamani wana, wana, wana sana, wana hela, hawa wasanii inaonekana wanajisifia sana wana hela, kumbe hawana hela hata kidogo, kuliko hata mashabiki zao, kwa sababu stori ya Abdu Kiba kukosa sijui elfu nane ya kumlipa mtu ambaye amempa chipsi yai sijui na kuku akashindwa kumlipa Hanko Dubai limeshtusha walimwengu wengi kwamba eh, Abdu Kiba elfu nane ameshindwa. Mimi je? Mimi sikufichi, sio tu ya, ya Abdu Kiba kushindwa kulipa hiyo chips elfu nane. Nyinyi unajua, nyinyi waandishi wa habari mko sana Dar es Salaam. Lakini mngejaribu hata siku zingine, mnaenda hata Geita, kama mnaenda Msoma, wapi kule, mnafika sehemu ambayo mnauliza, wasanii wakija hapo wanafikiaga wapi? Sehemu fulani sehemu fulani. Ukienda kufanya interview na wale wahusika pale watakwambia wasanii wacha manyoya ni wengi sana. yeah, wale wakutoroka waku mm -hmm. saa kumi usiku wajalipa chumba. <laughs> wengi, wengi. nikiwataja ni wengi mno mm -hmm. wale wa kuondoka ajalipa bili kaunta mm -hmm. na alikuwa anajifanya msanii af anakunywa pombe ya bei gali mm -hmm. ni wengi mno wa kuondoka ajalipa chakula mm -hmm. ni wengi mno wakuiba ma mataulo ya hotelini <laughs> <laughs> <laughs> ni wengi nikiwataja hapa itakuwa lawama. Hata mwanza kuna wasanii walishaiba, hata Mombasa kuna sanii walishaiba. Ashre, unajua ashre hizi za kuwekea sigara, yani unavuta ah, sigara ah, unakuta kwenye hoteli kama hivi eh, za kuwekea moshi eh, nani eh, majivu ya sigara, ashre kwao. Unakuta umekaa kwenye chumba hivi, bonge la hoteli.

Kwa hivi vitu Mombasa, ishawahi kutokea tena, wasanii wa Kenya pale pale. Yes, taulo ishawahi kutoka, bonge la taulo la hoteli yeye. yeah, yeah, kwake yeah. Hana hilo taulo. Alafu unajua mataulo hoteli hana chata. Huwezi ukaiba taulo la guest kwa sababu demand wa sisi mko guest house <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, uh, shuka libe linachata yeah, uh, uh, shadera

hizi bili hizi, si nini vyakula, si nini tena. Bingwa wezo ni Matonya, kamuulize Nay wa Mitego ataki. Hata itokee show na Matonya yupo na ne yupo ne haendi, alishawachiwa kimeo ne akashikiliwa yeye. Matonya kashapepea bili ya kaunta yote kila kitu, uliza mapromota yote mjini. Na mimi nishapa kuongozana na Matonya sehemu yote siendi. Ndio nakwambia mimi naongeaga ukweli. Hmm. Sasa, kama yani, kwa nini unatumia kitu kama Matonya? Kwanza unajua ile bodi yake kitambi kile mashavu miwani mikali cheni nini? Hey. Akiingia Matonya. Hey. Alafu hanywi pombe loko hizi. Hey. Anashusha Hennessy. Kwa mhudumu kishusha Hennessy, anajua jamaa hapa lina milioni 5 hapa. Hey. Kwa hiyo ukimwambia nakuja sasa hivi, naenda benki, mhudumu ana ana doubt. Hey. Kumbe ndio mazima yene silishaenda alafu anajua huyu si Matonya bwana bwana. Kwa hiyo wanaaminika sana hivi sasa. Sasa sio kwamba labda wana, wana, wanazidi kujiharibia kwa mashabiki zao, kwa sababu so Abdu Kiba manake hapa anaharibu brandi ya Kiba nzima, kaka ya kwa, sabu, na, Kiba yeah. Sio Kings Music kwa sababu uh, Abdu Kiba angekuwa anakunywa pombe tungejua labda jamaa amelewa. Yeye kama kaka yake atume ulevi wote, alafu unaendaje kugombana mpaka unatoa kisu chips mahali elfu nane. Kioo cha gari kinavunjwa, kioo cha gari ni shingapi kuone ujinga. Alafu Kings Music kakakw atumi ulevi anaheshimika, uoni kama umezalisha pia, umezalisha bongo flava sure. shanelewa vizuri. Kwa hiyo kafanya kitu ambacho ni blanda kubwa, inabidi kuwaheshimu watu. Wanachoma chips wameamua kukaza, hawataki kama nyinyi mabongo flava sababu ya ubisho, wameamua kukaa jikoni kumenya viazi na, ku, na kuungua na moto, ili apate riziki yake kwa kwa, kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Alafu unaenda kuleta ubishofu na demu. Alafu huyo demu mwenyewe anamshangaa, wewe demu naye utatembeaje bila hata elfu nane? Kwamba mwanaume amekosa si umwokoe? Eh, so, so <laughs> hata wewe mwanamke naye tumetoka sehemu, naweza kafika sehemu, likatokea kila mtu yaki na njia yake, utaondokaje lazima utembee na chochote elfu nane. Kwa yote wale wa yeye sure na demu yake wamejidhalilisha sana, kwa sababu ni aibu, kwa sababu mimi King King King Music inavyojua Alikiba sio mtu wa maskendo, nafikiri na nyinyi mnajua. Sasa nashangata kipindi cha nyuma, nafikiri sijui nilikuwa hapa au nilikuwa Mwanza, zilitoka picha zake za utupu za ngono, nakumbuka eh. Sasa sielewi kaka yako yuko hivi, lakini wewe uko hivi, unajua sasa maskendo tena ya ngono na unamke, sikaoa yule ndoo imevunjuka, ndoa imeyuka, kwao yuko single yeah. Labda amechanganyikiwa baada ya ile ndoa, unajua unaweza ukatoka so kwenye mahusiano, akili zikafyatuka mpaka ukachukua wow. <laughs> uka chips za watu <laughs> <laughs> <laughs> na kwa na, na, mujibu wa shuhuda wa ile eneo yeye alisema kwamba Ashawai kwenda pale akala kama elfu kumi na tano hivi, afu akuclear hiyo kwao. Alipokuja na hiyo kana, mbona mkubwa unaondoka tena kwao? Tukijumlisha wakawa tuna ishirini na ishirini na tatu yetu, unaondoka nayo vipi? na mi taarifa nilipata hivyo hivo kwamba hujalipa ili, afu unaenda tena kwao, ni sehemu aliyoizoea, si ndio? Eh, manake la... afu watu wanataka haki yao. Kiukweli kajizalilisha sana kaizalilisha Kings Music ka pamoja na kakake na familia yake, kwa maana ya bimkubwa, najua baba amefariki yeah, yeah, ya familia yake pamoja na Bongo Flava kwa ujumla kwa mtu kama yeye. Unajua wasanii tuko kwenye categories tofauti tofauti, kuna wasanii ambao ni masela yani ndio kama sisi shanaelewa watu wa mambanga manini, lakini kuna wasanii kama kina Alikiba kina Abdul Kiba, wao yani nasema mabishoo e, eh, wanapiga sana kokoto, kushinda sana saluni, kwenye dressing table sana, vipodozi eh, sana, yani wanakimbizana na wanawake, nyimbo za kulialia, kubana pua, kulamba lips. Ndio sasa tena wewe mlamba lips ni unaenda kuzuru mchips. Ningesikia Chidi Benzi nisingeshangaa. Eh, si sasa Chidi Benzi labda kashakula vitu vyake kipindi kile, unaweza ukasema huyo alilewa unajua kuna mtu anaweza kafanya kazi yuko kwenye ulevi, akafanya kitu yuko kwenye ulevi, kwa utajua alilewa, na kesho anaweza kaja kuomba msamaha. Lakini sasa wewe utumie ulevi wote, sasa pale ni kitu gani kinakuch labda mke wake alivyowachana naye, labda ndoo ndio inamchanganya ya, kwa sababu mahusiano sasa hivi unaweza uka, ukatoka kwenye mahusiano, alafu kila kitu kwako kikaharibika. Mahusiano akakupa msongo wa mawazo, na hakuna ugonjwa mbaya duniani namba moja kama msongo wa mawazo hata uwe na pesa kiasi gani, lakini kama una msongo wa mawazo huwezi kupona, dawa ziwezi kufanya kazi. Unaweza ukawa unaumba ugonjwa lakini una pesa, lakini kwa sababu peace of mind uko poa, una amani ukapona. Anko, umerudi kwenye mziki kipindi ambacho wizara uh, yenu ya utamaduni, sanaa na michezo, mambo na habari pia amekabidhiwa uh, kijiti. Mkuu Po Makonda sasa hivi ndo waziri, msaidizi wake akiwa Mwanafe. And of course maneno ya mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan nafikiri umeasikia vyema uh, baada ya kuapa nasaha, mara baada ya kuwaapisha. Na nafikiri mikakati ya Makonda alizungumza kuhusu sanaa, sasa hivi anavotaka ifanye, umeasikia. Na nafikiri pia aliyowazungumza Mwanafe umeasikia. Sijajua taarifa hizo umezipokea vipi na kipi unatamani labda kingefanyika zaidi? Maana anko, ukiongea uzuri wakubwa anasikiliza eh, pengine kianze kikafanywa kazi kwa haraka, wasanii nao wakafaidika kupitia wewe. A, mimi speech ambayo nimeisikia ni ya mheshimiwa Rais peke yake siku anawapisha, alikuwa na hapa, uh, yeye pala magamba kabdi karudishwa ofisi ya ya rais, kisha anaelewa kwa hiyo alichosema mheshimiwa rais Dr Samia Sulu Hasani ni kwamba uende, tuna AFCON, sisi ndo dunia inatutazama kama waandaaji wakuu, japokuwa kuna nchi ambayo watashiriki kama Kenya, lakini wanaotazama waandaaji wakuu ni nani? Ni Tanzania. Kwa hiyo kafanye kazi hasa kuhakikisha michezo na mpaka AFCON tunaifanya kwenye kiwango cha ubora kuipeperusha nini bendera ya Tanzania. Mheshimiwa akugusia engo ya kwenye mziki, ila alijikita sana kwenye michezo pamoja na AFCON, sio kwenye mziki. Na hii wiki yote mpaka jana tumemaliza fainali za AFCON, ilikuwa bize toka Nigeria walivyopiga Misri na pia Messi ndo walivyoipiga nani, sio Nigeria, wakampiga nani, wakaingia nusu finali kwao, ni kuabize mpaka jana finali. Kwa hiyo speech hapo Makonda na Mwanefe kuhusu sana sasa, sijasikia, nataka wewe ndio niambie, kuwapa hela content creator kama mikopo, ili content creation ya bongo hata online media izidi, kwa ifike huko, yani ambapo inatakiwa, kwa sababu sasa hivi kama ulivyoongea wewe hapo, sasa hivi habari ziko huko bwana. Okay, kulinda kulinda uh, maslahi ya wasanii na kwamba kwamba kama wizara, Baraza la Sanaa la Taifa liwe linahakikisha mikataba ya wasanii sababu msanii inabidi alipe kodi, na kama kuna tamasha linafanyika mtoa kibali ni BASATA, si ndio? Na wizara lazima inajua. Sasa kama mnawapa kibali wandaa tamasha na wanalipa kodi, lakini msanii anachukuliwa na huyo mwenye tamasha mkataba wake ni wa magumashi wao. Kama walezi wa sanaa, hilo hawajaligusia, kwamba mikataba ya wasanii hiyo inapitia... sababu mimi kipindi cha nyuma hata BASATA katibu mtendaji alikuwa Godfrey muingereza ambaye ni marehemu sasa hivi. Nishamwambia nyinyi, BASATA mna vijana hapa. Hata kama ni mzee, huwezi kukesha umetoa kibali cha Fiesta, wanusi watume vijana wako wanakuwa wanaenda backstage wanamuita kama shoro mwamba, bwana umesaini ume, lipo, ume, ume mkataba hii show. Sijasaini. kwa nini umesaini mkataba unalipwa shilingi ngapi? kwa sababu mimi ninavyojua kimataifa, JZ anapokuja Tanzania ku, kufanya show hapa, labda kalipwa mfano milioni mia tuseme mfano milioni mia moja. Inabidi ms, msanii wa Tanzania yani ule promoter ndio anaambiwa kwamba JZ wasanii wa hapa Nigeria ni wangapi, ambao watapafomu? Sawa, ni wanne. Kwa hiyo inabidi wale walipwe pesa nusu ya JZ anaolipwa, ili kipato cha hilo taifa kifanya nini. Tofauti na sisi, msanii anakuja hapa anaipa milioni mia tatu, mia nne, anaenda kujenga kwao, haingii pesa yote hapa mtu anakuja anapiga shopa milioni mia tano anaenda kujenga bonge la hoteli kwao, anaajiri wananchi wa kwao, uchumi wao unazidi kukua. Kwa Tanzania imekuwa kama shamba la bibi, kwao ni lazima. Huyu Davido kaja hapa, Wizikidi kaja analipwa shilingi ngapi? Nyinyi ndo watoa wa kibali. milioni mia mbili wasanii wa Tanzania ni wangapi? Kwa hiyo hiyo inakuwa ni ndio maana unavyoona serikali ni kwamba serikali inavyojenga hata hata mwendokasi kage watenda mchina anaambiwa, wazawa wawe asilimia, wageni asilimia fulani. Mnajenga treni ya umeme SGR, wizara ya ujenzi, mkandarasi anaambiwa, wazawa wapate kazi, vibarua watoke hapa, sio lete wa China vibarua, sababu mkikaa tukimia hivi, mchina analeta vibarua kutoka China.